Nimeishi hapa takriban miaka minne, lakini kabla hata hawajapata bweni wala madarasa ya kwao hawa watoto, nimeanza kuwalea watoto hawa wakiwa kumi na sita tangu mwaka elfu mbili kumi na sita mpaka nakuja kutoka elfu mbili na ishirini walikuwa watoto tisini na nane. Watoto hawa wanahitaji vitu vingi sana. Kuna magodoro yanachoka, kuna unifomu, kuna viatu, kuna, kuna kalamu, madaftari wanahitaji vitu kama hivyo. Tunashukuru, tunashukuru sana wadau wote waliojitokeza kutoa msaada huu. Kwa upande wangu mimi, yaani nashukuru sana sana sana sana sana, maana wamenisaidia kiasi kikubwa. Asilimia mimi ambayo na, naomba ambayo inaweza ikatusaidia katika msaada huu ni asilimia karibia, kwangu mimi kama asilimia themanini, eh maana mimi hapa nilipo ni mama mjane na hapa nashukuru, yaani kama vile Mungu ameniona ndani ya mwaka huu. Mimi binafsi, kwa sababu nimekulia katika mazingira duni huku, ndo nilipotokea mimi na nikafika hapa nilipo kwao, nimeguswa na wenzangu ambao siku zote wanahitaji kushikwa mkono kuweza kutimiza malengo yao. Hawa watoto wote naoona hapa zaidi ya mia tano watakuwa na mahitaji mbalimbali maalum, wanahitaji kuguswa mkono, wanahitaji mtu kuwasaidia matumizi ya shuleni, matumizi ya nyumbani, mambo mbalimbali mbali. Kwa wakipata wadau wengi kama sisi tunawagusa mkono, maana yake tutawasaidia kutimiza ndoto zao kira. Kwa mimi nimeguswa na jamii yangu kwa sababu ndio nimekutokea. Hakuna mafanikio ya Simon bila origini yangu ambayo imetokea ni ya Muleba, ambayo imenikuza na kunilea. Kwao nimewiwa kurudisha kwenye jamii baada ya kuwa nimefikia hapa, na nitazidi kushawishi wadau wengine mbalimbali ambao ni wana Muleba lakini wanaishi nje ya Muleba basi nao waandae matukio kama haya ili kusudi tuweze kuwafikia ndugu zetu wenye uhitaji maalum. Nilichokigundua ni kwamba wanahitaji vifaa vingi vya vya masomo. Kwa maana wanahitaji mtu wa kuonelea madaftari, kalamu, vitendea kazi vyote vya shuleni ambavyo tumewaandalia. Lakini tazidi kuboresha kwa maana kwamba tutatafutia hata uniform na vitu vya mbalimbali ambavyo vitawasaidia katika masomo yao. Ndio kitu pekee wanahitaji. Lakini ukiangalia kitu kama hiki ni kikubwa sana, wana facility nzuri sana. Kwa hiyo tunawasupport vitu ambavyo na sisi viko ndani ya owetu. Uh, wito wangu sisi kama Wamfurebe Foundation tuna slogan yetu tunasema, pale unapoinuka basi, na wewe muinue mwenzako. Maanake katika jamii zetu za Kiafrika mtu mmoja nyuma yake anategemewa na watu wasiopungua 40 mpaka 50. Kwa wakijitokeza wadau kama sisi, tukimuinua mtu mmoja, maanake tujue nyuma yake tumeinua zaidi ya watu 40 50. Kwa hiyo nitoe wito kwamba watu wote wenye uwezo wa kufanya kitu kama hiki kinachofanya mimi, tujitokeze kwa wingi, tusupport familia zetu, ndio tukavoweza kukuza jamii yetu. Ndugu zangu, hakuna watu wenye kumbukumbu nzuri kama watoto. Mtoto akikuona siku moja kimsaidia siku moja hata kusahau. Kwa hiyo niwashukuru sana familia hii. Ndugu zangu wana Muleba, ni ukweli usiopingika kwamba watu wengi wana fedha zao, tena nyingi, lakini wengi kutoa ni shida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 uendelee kuisaidia serikali kutekeleza majukumu haya. We Mfurebe we binafsi ni mwanasheria na wilaya yetu ina migogoro mingi, ina migogoro mingi, wenye fedha, wenye nini, wana uonevu mkubwa kwa wanyonge. Unapokuwa unashughulika na watoto hawa kwa unyonge wao vile vile tuendelee kuwasaidia wale ambao ni wanyonge kwenye tasnia hii ya sheria, ya kutafsiri sheria, kuona kwamba haki zao wanazipata.